wote ulipo, Mafia Boxing Promotion tarehe 31 ya mwezi huu wa 12 katika viwanja vya posta Kijitonyama, tamasha la Knockout ya Mama msimu wa saba unakwenda kufanyika katika viwanja hivyo. Kwa hiyo kila Mtanzania mpenzi wa masumbwi awe na taarifa hii, ajiandae. Ni mtoko wa boxing na Mafia Boxing katika Knockout ya Mama msimu wa saba, ndugu zangu, kutakuwa na na, na na na bouts za kipekee kabisa, bouts ambazo zinakwenda ku, kuchezwa katika usiku huo. Sidhani kama mliwahi kuziona, kwa sababu tumekuja kivingine hivi sasa. Kwa hiyo eh, kila mtu akae tayari kuja kuona kitu gani kinakwenda kutokea katika usiku huo. Kila mtu awe tayari kuja kuona nini kinakwenda kutokea katika usiku huo. Vijana wetu wamejiandaa vizuri sana wakiwemo na walimu wao hawa ambao mnaona tuko nao hapa mbele. Walimu wamefanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa kuhakikisha kwamba ushindi unakwenda kubaki katika ardhi hii ya Tanzania. Kwa hiyo bauti hizi zitakuwa karibu takriban kumi na nne na tunataraji kuanza mapema kabisa saa kumi na moja kamili ya jioni, bauti ya kwanza inakwenda kuanza, kuanza. kwa hiyo watanzania wapenzi wa masumbu kwa ujumla wake, mlio ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena inakwenda eh, na msimu huu wa saba wa knockout ya mama pale katika viwanja vya Posta Kijitonyama, kwa vingilio rafiki sana, vingilio rafiki sana. Kiingilio cha kawaida ni shilingi elfu kumi VIP shilingi elfu ishirini lakini VVIP shilingi elfu hamsini Narudia tena normal, shilingi alfu kumi VIP shilingi elfu ishirini lakini VVIP shilingi elfu hamsini Natumai kwa kiwango hicho cha pesa ambacho tumekiweka Watanzania walio wengi kabisa wataweza kumudu na watahudhuria katika tamasha hilo la knockout ya mama msimu wa saba tarehe 31 mwezi huu wa 12 siku ya Jumatano kwa mkia Alhamis, nafikiri kama sitakosea. Kwa hiyo kila mtanzania mpenzi wa masumbi, tujeni kwa wingi kabisa kuja kuwasapoti vijana wetu hawa, kwa sababu wao wanakwenda kupanda kupambana na mabondia kutoka nje ya Tanzania. Ziko bouts ambazo zitakuwa ni za ndani lakini nyingi zitakuwa ni bauti ambazo e, vijana wetu hawa kitanzania wanakwenda kupambana na vijana kutoka nje ya Tanzania. Kwayo, e, kwa hiyo kwa muda huu ningewatajia ni nani ambaye anakwenda kupanda katika usiku huo. Ndugu zangu, vijana hawa ukiwaangalia hata nyuso zao zimekuwa na bashasha na hamu, kwamba kwa nini siku hiyo haifiki haraka ni ule utayari waliokuwa nao, utayari waliokuwa nao kulingana na mazoezi ambayo yamekuwa wakiyafanya. Nani anakwenda kupanda katika usiku huo? Tutakuwa na bauti ya Richard Mtangi ambaye yeye anapigana na eh, Habib Kahinde Jiwa, ni bondia kutoka Ghana. Anakwenda Richard Mtangi anapigana au anapigania mkano wa WBO Africa katika middleweight mkanda wa WBO Africa Richard Mtangi anakwenda kupigania mkanda huo katika usiku huo tarehe 31, la lakini tunaye Kalolo Amiri naye anapigana na Gracious Simwalizi, e bondia huyu kutoka Zambia, e katika pambano la raundi nane anakwenda kupigana katika uzito, e, katika bantamweight. Lakini tunaye lakini tunaye bondia mwingine Ibrahim Mafia Ibrahim Mafia huyu anakwenda kupigana na bondia Ebrama Krishnan kutoka India katika pambano la raundi nane, lakini ni bantam weight vile vile. Pambano lingine tunaye kijana wetu huyu maarufu sana mtoto Manzese Idi pia Lali anakwenda kupigana na Muhammad Dial kutoka Benin. Pambano la raundi nane hii ni water weight ni pambano nyingine kijana wetu Yohana Mchanja Kompyuta, wengi mmekuwa mkimfahamu mmekuwa mkimfahamu kwa ndani ya ring. Kwa hiyo Mchanja yohana, Yohana anapigana na Renz Rosia kutoka Philippines. kutoka Philippines katika pambano la raundi nane, pambano la raundi nane. Yes, hii ni flyweight wetu Wait. Asameli Welem tuko naye huyu, nafikiri wengi pia mnamfahamu. Asameli Welem anakwenda kupigana na Emmanuel Matli, Emmanuel Matei kutoka Ghana. huyu Asameli Welem anapigania mkano wa WBO Africa Light Heavyweight. Ni heavyweight. WBO Africa vile vile, kando wa pili wa WBO sawa sawasawa, eh? WBO Africa, lakini vile vile tunaye kijana wetu Tano Juma, yeye atapigana na Simoni Mgoma kutoka Zambia. Tano Juma atapigana na Mzambia huyu katika lightweight lakini vile vile bondia mwingine ni Rashid ni Amiri Matumla, Amiri Rashid Matumla yupo hapa, tuko naye, anakwenda kupigana na Layan Sebastian Deo, na Mtanzania mwenzake, litakuwa la ndani hili, anapigana na Mtanzania mwenzake, sawasawa eh? bondia mwingine anakwenda kupanda ni Saidi ya Kim, Saidi ya Kim, yeye anapigana na Saidi Mkola, Saidi Mkola kutoka Tanzania. Hili pia ni pambano la ndani. Vile vile pambano nyingine ni e, Aoga Mwita, Aoga Mwita yeye anakwenda kupigana na mtoto kutoka Mabibo, Oscar Richard kutoka Nakus. pambano gumu vile vile ni pambano la aina yake vile vile. Oscar Richard atapanda katika usiku huo wa tarehe 31, na yeye kwenda kuonyesha nini anacho cha kuonyesha Watanzania. Lakini John Patrick vile vile atapigana na Kato Machemba, kutoka wote ni kutoka Tanzania. Nyingine e, ni kwamba Yusuf Changarawe, ndugu yetu huyu kutoka, kuna jeshini. Yusuf Changarawe yeye atapigana na Abdul Kisenga, eh, kutoka Tanzania vile vile Pambano nyingine ni Shauri Athman, yeye atapigana na Saidi Faraji kutoka Tanzania. Kwa hiyo haya ndiyo mapambano, ndio bouts ambazo zinakwenda e, kufanyika katika usiku huo wa tarehe 31 mwezi huu wa kumi na mbili katika viwanja vya posta pale Kijitonyama. Kwa hiyo tunawaomba na tunawaalika Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla, tuhudhurie kwa wingi kuja kuhakikisha kwamba tuna wasapoti vijana hawa ili ushindi uweze kubaki katika ardhi hii ya Tanzania.